Wanafunzi wengi wa vyuo vikuu na wale wa taasisi za kiufundi wanapojitahidi kila kuchao kukabiliana na makali ya gharama ya maisha, tunapatana na wanafunzi wawili kutoka chuo cha kibinafsi cha Uwezo College ambao wanaishi pamoja ili kumudu gharama ya maisha, wakisema kuwa wanalazimika kusaidiana kununua bidhaa wanazotumia kila siku. Hostel ni Lumba, Oste, Prido, Rainbows, nini, huko ni expensive. Yaani kwanza unalipa nyumba unalipa hadi food juu mnapikia huko ndani, halafu pia kwa hostel hakuna freedom. Tunakaa Rainbows na the reason ni tulizongiwa kukaa Rainbow houses instead ya kukaa hostel mini. Huko Rainbows unaweza kaa na friend mwenye mnanini, mnawasiliana naleta watu mwenye hata aidha. Wamedokeza kuwa kumekuwa na ugumu wa upatikanaji wa karo, jambo ambalo linasababisha kuwa mmoja hawezi fanya mtihani wowote kama hajakamilisha karo, huku wakipendekeza kuwa ingekuwa bora serikali iwape mikopo ya HELB. Private schools, Los Angeles, Los County, kupewa el elbions. Wakati huo huo, wanaunga mkono mpango wa kuongeza masomo ya mitandaoni wakisema mwondoko huu utawapa wanafunzi nafasi murwa ya kusaka hela zitakazowasaidia kujikimu wakiwa shuleni ndo upate like mchana, like wako job, ndo usiku wengie class zao ni ndo upate pia, wana manage kujilipia school fees. Shule za Machakos county ni private, wakuwa wanafaidiwa kwa exam bodies. Naam, hiyo ndiyo taswira ya maisha wa ya mwanafunzi wa chuo kikuu huku, wengi ya serikali kuongezea ufadhili wa help, kwani bado changamoto za karo zipo. Nikiripotia runinga ya Undugu, mimi ni Wycliffe Kipkemoi.